Karibu mtungini kupitia hapa Open Online Media leo, tunakuletea habari kutoka kanda ya kati, kitaifa na pande zote za dunia. Hii ni safari ya habari, uchambuzi na maarifa. Mimi ni Erastus Sendru. <muchimu> Serikali ya awamu ya sita chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imekamilisha mradi wa jengo la viongozi mashuhuri katika kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Jengo hilo la kisasa la viongozi wa kitaifa, kimataifa na wakuu wa nchi presidential pavilion, linatarajiwa kuzinduliwa kesho tarehe 16 Januari mwaka 2026 na Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Akizungumza na waandishi wa habari leo tarehe 15 Januari 2026 jijini Dar es Salaam, Waziri wa Uchukuzi Mheshimiwa Profesa Makami Mbarawa. Jengo hilo la kisasa lenye ghorofa moja linajumuisha kumbi tano za viongozi wa kitaifa zikiwemo kumbi maalum mbili presidential suite. pamoja kumbi mbili za mikutano, ukumbi mmoja wa kusubiria holding room. Ndugu wanahabari, kama mnavyofahamu, serikali imetekeleza mradi wa jengo la viongozi mashuhuri katika kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Julius Nyerere ambapo kwa sasa utekelezaji wake au utekelezaji wa mradi huo umekamilika tayari kwa uzinduzi. Napenda kuwakaribisha wanahabari nyote na wananchi wote kwa ujumla kwenye uzinduzi wa jengo hilo la viongozi wa kitaifa kimataifa na wakuu wa nchi yani presidential pavilion katika biwanja katika kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Julius Nyerere jengo hilo la kisasa na la kimataifa inatarajiwa kuzinduliwa kesho tarehe 16 na Mheshimiwa Balozi Dr Emmanuel John Nchimbi, makamu wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Hafla hiyo itaanza saa mbili kamili asubuhi katika eneo la terminal 1 katika kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Julius Nyerere. Ndugu wanahabari, Jengo hili la kisasa ambalo liko hapo, mnaweza kuliona, lenye urefu, lenye ghorofa moja, linajumuisha kumbi tano za viongozi wa kitaifa, zikiwemo kumbi maalum mbili, yaani presidential suites, kumbi mbili za mikutano, ukumbi mmoja wa kusubiri, yaani holding room, mkahawa na kadhalika. Serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania na serikali ya Korea zimefanya mazungumzo kuhusu utekelezaji wa mradi wa maji wa Rufiji kama mpango wa muda mrefu wa kuboresha upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama kwa wakazi wa jiji la Dar es Salaam na maeneo ya jirani. Mradi huo ni sehemu ya mkakati wa gridi ya maji ya taifa linalolenga kusambaza maji kutoka mto Rufiji hadi Dar es Salaam ili kukidhi mahitaji yanayoongezeka ya maji katika jiji hilo. Mazungumzo haya yamefanyika jijini Dodoma kati ya Waziri wa Maji, Mheshimiwa Juma Aweso, na Balozi wa Jamhuri ya Korea nchini Tanzania, Mheshimiwa Yung Jung An, yakilenga kuimarisha ushirikiano wa kimkakati kati ya mataifa hayo mawili katika sekta ya maji kupitia utekelezaji wa miradi ya maendeleo ya maji na maji taka. Balozi wa Korea Yung Jung An amekuja katika wizara yetu ya maji. Wizara ya Maji imekuwa ikishirikiana na wadau mbalimbali mbali, katika kuhakikisha tunakwenda na ile dhana ya kumtoa mwanamama ndoa kichwani ambayo ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo tumepata wasaa moja kujadiliana na miradi ambayo tunaofanya na wenzetu wa Korea, hasa miradi hii ya majitaka ambayo tunafanya Dar es Salaam, tunafanya Dodoma, lakini tunafanya eneo pia la Iringa. Lakini tumepata wasaa pia kuzungumza miradi mipya, hasa hususan kipindi hichi tumepata na changamoto mabadiliko ya tabia nchi, hasa katika eneo la Dar es Salaam kupata upungufu wa maji. Wenzetu wa Korea tumeomba namna gani tunaweza tukashirikiana namna ya kuyatoa maji ya mto Rufiji na kuja kulisaidia jiji la Dar es Salaam. Kwa hiyo ni katika mikakati ya Mheshimiwa Rais ya Dr. Samia Suluhu Hassan kumtoa mwana mama ndo kichwani, tunaona namna gani tunaweza tukashirikiana na wenzetu hawa wa Korea ili kuhakikisha kwamba swala la mabadiliko ya tabia nchi tunaishi nayo isiwe changamoto katika nchi yetu na wananchi waendelee kupata huduma ya maji safi na salama. Asante sana. I really thank honorable minister Aweso for his uh, full cooperation and his promise to continue our already very very significant partnership. we discussed how to

Serikali imeainisha mkakati mahususi ya kuwaendeleza wachimbaji wadogo wa madini nchini kwa kuweka kipaumbele katika utoaji wa leseni, upatikanaji wa mitaji, matumizi ya teknolojia ya kisasa masoko ya uhakika pamoja na maeneo yenye taarifa za kina za utafiti wa madini. Haya yameelezwa na waziri wa madini Mheshimiwa Anthony Mavunde wakati wa kikao cha kwanza cha kamati ya kudumu ya bunge ya nishati na madini kilichofanyika leo Januari 15, 2025 katika ukumbi wa Pius Msekwa bungeni jijini Dodoma. Waziri Mavunde amesema shughuli zote za utafutaji, uchimbaji, uongezaji thamani pamoja na biashara ya madini nchini zinatekelezwa kwa kuzingatia sera ya madini ya mwaka 2009 na, na sheria ya madini sura ya 123. Lengo kuu ni kuhakikisha wachimbaji wadogo wananufaika ipasavyo na, na rasilimali za madini kwa tija na uendelevu wa muda mrefu. Amefafanua kuwa utekelezaji wa sera na sheria hizo umeleta mageuzi makubwa katika sekta ya madini, hali iliyoongeza mchango katika sekta hiyo pato la taifa kutoka asilimia 2.7 mwaka 2010 hadi kufikia asilimia kumi nukta moja mwaka elfu mbili na ishirini na nne. Kwa upande wa biashara ya madini nje ya nchi, waziri Mavunde amesema mauzo ya madini yameongezeka kwa kiasi kikubwa kutoka dola za Kimarekani bilioni moja nukta tisa nne mwaka elfu mbili na kumi na tatu hadi dola bilioni nne nukta moja mbili mwaka elfu mbili na ishirini na nne, hatua inayoonyesha ukuaji thabiti wa sekta hiyo katika uchumi wa taifa. Aidha, serikali imeanzisha jumla ya masoko 44 ya madini pamoja na vituo 114 vya ununuzi na uuzaji wa madini nchini, hatua inayolenga kuboresha upatikanaji wa masoko wa ya uhakika na bei shindani na mazingira rafiki ya biashara kwa wachimbaji wadogo. Na wakati tuitimishe na habari za kimataifa. Shughuli ya kupiga kura imechelewa kuanza katika maeneo mengi nchini Uganda licha ya ratiba kutarajia vituo vya kupiga kura kufunguliwa kuanzia saa moja asubuhi. Katika vituo kadhaa, wapiga kura walikuwa bado hawajaanza wa kupiga kura, hali iliyosababisha wananchi wengi kusubiri kwa muda mrefu nje ya vituo vya uchaguzi taarifa kutoka katika vyombo vya habari vya ndani na vya kimataifa zinaeleza kuwa changamoto kubwa imetokana na mashine za kuwatambua wapiga kura kushindwa kufanya kazi ipasavyo zinazotumika kuthibitisha taarifa za wapiga kura. Kutokana na itilafu hizo za kiufundi, katika baadhi ya vituo, maafisa wa uchaguzi wamelazimika kutumia mfumo wa mkono wa uhakiki wa wapiga kura, hatua iliyoongeza ucheleweshaji na kusababisha foleni ndefu. Zaidi ya raia milioni ishirini na moja wanaendelea kushiriki uchaguzi kuchagua rais na wabunge katika uchaguzi unaofuatiliwa kwa ukaribu ndani na nje ya Uganda, tume ya uchaguzi ya Uganda imetangaza kuwa ucheleweshaji huo wa awali hautomnyima haki ya kupiga kura mwananchi yoyote wa Uganda, na kwamba vituo vitabaki wazi hadi wapiga kura wote waliopo kwenye foleni wao wamepiga kura kwa mujibu wa sheria. Shughuli ya upigaji kura imeendelea kuimarika katika maeneo mbalimbali, huku waangalizi uchaguzi wa uchaguzi wakifuatilia kwa ukaribu mwenendo wa zoezi hilo. Na huu ndio mwisho wa taarifa habari kutoka hapa Open Online Media, na kwa hayo tunafunga duru ya mtungini kwa siku ya leo. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya Instagram, Facebook na YouTube, bila kusahau kutusikiliza kupitia tovuti openmedia.co.tz. Mimi ni Erastus Sendru.